Watu 185,000 walikufa usiku mmoja. Hakukuwa na jeshi la adui, hakuna ugonjwa wala janga la asili, kulikuwa tu na ukimya. Ni nguvu gani duniani ingeweza kufanya hivi? Waashuru walikuwa mabingwa wa vita vya kuzingira, walikuwa wameangusha falme nyingi, lakini nje ya Yerusalemu walikutana na nguvu nyingine, siyo vitani bali gizani, usiku. Nguvu gani ingeweza kuipiga magoti jeshi kubwa zaidi bila kurusha hata mshale mmoja? Sasa turudi nyuma katika wakati mgumu wa Yerusalemu. Mitaa ambayo hapo awali ilikuwa ya Mungu ilijaa sanamu za uongo. Watu walikuwa wakichoma uvumba kwa miungu bandia. Mfalme Ahazi, baba yake Hezekia, aliwaongoza mbali na Mungu wa kweli. Kijana Hezekia mwana wa kifalme alikuwa akitazama kutoka dirishani akiona watu wake wakipiga magoti mbele ya sanamu zisizo na uhai. Hekalu kuu la Sulemani ambalo lilipaswa kujawa na nyimbo na sala lilikuwa kimya na limefungwa. Hakuna mtu aliyeingia tena humo. Lakini Hezekia alikuwa tofauti. Wakati wengine walimsahau Mungu, yeye alikumbuka hadithi zote alizofundishwa. Ni hadithi za mfalme Daudi aliyemwamini Mungu na kushinda vita vyake. Ni hadithi za Musa aliyewaongoza watu wa Mungu jangwani. Ni hadithi za Ibrahimu aliyemwamini Mungu kwa moyo wake wote. Kwa Hezekia, hizi hazikuwa hadithi za kale tu. Zilikuwa halisi na zilimpa tumaini kila siku mpya. Hezekia aliona mahekalu ya uongo yakijengwa katika mitaa ya Yerusalemu. Watu walikuwa wamesahau urafiki wao maalum na Mungu wa kweli walikuwa wamepotea kama kondoo bila mchungaji. Kisha mambo yakabadilika. Mfalme Ahazi alikufa na Hezekia akawa mfalme mpya. Alikuwa kijana lakini, alijua nini cha kufanya. Kazi yake ya kwanza kama mfalme, he. Alienda moja kwa moja kwenye hekalu la Sulemani na kuwaambia wafanyakazi wafungue milango mikubwa iliyokuwa imefungwa. Watu walishangaa walipoona mfalme wao mpya akifanya jambo la ujasiri. Aliwaita makuhani na kuwaambia, safisheni hekalu hili, toeni vitu vyote visivyostahili kuwa hapa, tutamwabudu Mungu kwa njia sahihi tena. Siku baada ya siku, Hezekia alifanya kazi kwa bidii kuwarejesha watu wake kwa Mungu. Aliamuru sanamu zote zipondwe. Sauti za nyundo zilisikika kote Yerusalemu, sanamu za uongo zikibomolewa na kuanguka. Lakini Hezekia hakutaka kubomoa sanamu tu. Alitaka kubadilisha mioyo ya watu wake. Aliwakumbusha ahadi za Mungu kwa babu zao na urafiki maalum walionao na Mungu. Kidogo kidogo, watu wakaanza kukumbuka wao ni nani hasa. Hekalu likaanza kuishi tena. Sala na nyimbo zikajaza kuta zake. Sadaka sahihi zikachomwa tena. Furaha ikarudi Yerusalemu. Watu wakaanza kumwabudu Mungu wa kweli. Lakini si kila mtu aliyefurahia mabadiliko haya. Mbali kaskazini, jeshi kubwa la Waashuru lilikuwa linajiandaa. Walisikia habari za kijana mfalme aliyethubutu kuwa tofauti. Walikuwa wameshinda mataifa mengi na sasa walielekeza macho yao Yerusalemu. Alichofanya Hezekia kilikuwa cha ujasiri, lakini kilikuja na hatari. Dhoruba kubwa ilikuwa inakaribia, jaribio kubwa zaidi la imani yake. Lakini kwa sasa watu wa Yuda walikuwa wameanza kutembea tena kwenye njia sahihi, wakimfuata Mungu mmoja wa kweli. Sasa hebu tuwaeleze kuhusu jeshi la kutisha zaidi lililowahi kuonekana. Waashuru hawa hawakuwa askari wa kawaida, walikuwa kama dhoruba kubwa ikiharibu kila kitu mbele yao Walipotembea, ardhi ilitetemeka chini ya miguu ya maelfu ya wapiganaji waliokuwa na mafunzo ya kuchukua kila nchi waliyoitaka. Walikuwa na minara mikubwa ya mbao mirefu kama miti iliyokuwa ikisukumwa kuelekea kwenye kuta za miji. Ndani ya minara hiyo, wapiga mishale bora walikuwa wakiwapiga watu waliokuwa chini. Silaha yao ya kutisha zaidi ilikuwa kibao cha kubomoa kuta, gogo kubwa lenye kichwa cha chuma kilichochongwa kama kichwa cha kondoo dume. Mashine hizi ziligonga kuta mara kwa mara bila kuchoka hadi kuta zilibomoka vipande vipande. Washuru walijua kuwa kubomoa kuta pekee hakutoshi. Walitaka pia kubomoa matumaini ya watu. Kabla hawajashambulia mji, walituma wajumbe kusimulia hadithi za kutisha kuhusu miji walioyangamiza. Miji mingi ilijisalimisha tu kwa kusikia simulizi hizo. Jeshi lao lilikuwa limepangwa vizuri sana. Hii wengine walibobea katika kujenga madaraja na barabara hii, wengine walijua jinsi ya kuchimba chini ya kuta, tena wengine waliweza hata kubadilisha mtiririko wa mito kufunika miji kwa mafuriko au kukata maji yao. Wakati wa Ashuru walipouzingira mji, hawakushambulia tu moja kwa moja, walikata kila kitu. Hakukuwa na chakula kinachoingia, hakuna maji, hakuna ujumbe kuingia au kutoka walijenga kambi kuzunguka mji mzima, wakionyesha watu walioko ndani kwamba hawataondoka hadi mji waanguke. Mishale yao haikuwa ya kawaida. Wapiga mishale wa kiasiria walikuwa hodari sana, na walikuwa wengi sana kiasi kwamba waliporusha mishale yote kwa wakati mmoja, watu waliona kama vile jua limefichwa. Ukuta wao wa ngao ulikuwa kama mlima wa chuma unaotembea, ukiwalinda wanajeshi waliposonga mbele. Waashuru walijivunia hofu walioleta. Walichonga picha kubwa kwenye mawe kuonyesha ushindi wao vitani, wakihakikisha kila mtu anajua kilichowapata waliowapinga. Mfalme wao Senakeribu alipenda sana kujigamba kuhusu jeshi lake. Aliandika ushindi wake kwenye vibao vya udongo, akisema jinsi jeshi lake lilivyoweza kushinda kila adui kwa urahisi. Alijiita e, mfalme mkuu, mfalme wa dunia. Sasa fikiria uko Yerusalemu, unasikia habari kwamba jeshi hili kubwa linakuja kuelekea kwako. Jeshi lile lile lililoishinda ufalme wa kaskazini wa Israeli. Jeshi lile lile lililoharibu miji mamia. Jeshi ambalo hakuna mtu aliyewahi kulishinda. Hili ndilo Hezekia na watu wake walikuwa wanakabiliana nalo. Lakini kilichotokea baadaye kiliwashangaza wote, hata Waashuru wenyewe. Tunaweza kusikia minong'ono ya hofu mitaani Yerusalemu, e, tutapiganaje na adui mkubwa hivi? Lakini Hezekia hakuwa tayari kukata tamaa. Alijua washuru wanakuja lakini alikuwa na mpango. Kwanza Hezekia aliwaita wafanyakazi wote wa Yerusalemu. Ei, tunataka kuta imara zaidi, aliwaambia. Hei kubwa ndefu na nzito Sauti za nyundo na visu zilijaza hewa, wafanyakazi wakijenga kuta mpya kuzunguka mji, wakifanya kazi kuanzia asubuhi hadi jioni, wakikimbizana na muda kabla adui hajafika. Lakini Hezekia alijua kuta pekee hazingeokoa mji katika vita virefu. Maji yalihitajika zaidi ya kuta. Chanzo kikuu cha maji ya mji kilikuwa nje ya kuta, na hiyo ingekuwa hatari wakizingirwa. Kwa hiyo, Hezekia akapata wazo la werevu. Aliamuru wachimbaji wachimbe handaki la siri. Si handaki dogo tu, lilikuwa refu sana na lilichimbwa kupitia mwamba mgumu. Wafanyakazi walianza kutoka pande zote mbili, wakitumaini kukutana katikati. Ilikuwa kazi ngumu, lakini waliendelea. Handaki hili lingeleta maji kutoka chemchemi iliyo nje, moja kwa moja hadi Yerusalemu. Wakati wengine wakifanya kazi kwenye handaki, wengine walikusanya chakula na akiba. Hezekia alitengeneza mihuri maalum. Mihuri ya almuk iliwekwa kwenye mitungi ya mafuta, divai na nafaka. Kila chombo kilichofungwa kilimaanisha chakula cha siku ngumu zinazokuja. Mji mzima ukawa na shughuli i wengine walitengeneza silaha i wengine walikarabati majengo i kila mtu alikuwa na kazi yake. Hezekia alitembea kati ya watu wake ikiwatia moyo huu imsiogope. Washuru ni hodari lakini Mungu wetu ni hodari zaidi. Siku zikapita Yerusalemu ikabadilika. ti kuta mpya zikawa ndefu zaidi. tihandaki likawa refu zaidi. hii magala yakajaa chakula mji wa kawaida ukawa ngome imara. Lakini Hezekia hakujenga kuta tu na kukusanya chakula, aliwatia nguvu watu wake ndani ya mioyo pia. Aliwakumbusha mara zote jinsi Mungu alivyowaokoa zamani. Hii he. alisimulia habari za Daudi akimshinda Goliathi. Hii aliwakumbusha Musa alivyowavusha watu bahari ya Shamu. Hadithi hizi ziliwapa watu tumaini. Hezekia alijua jambo moja la muhimu sana he. Ndiyo, walihitaji kuta imara na chakula kingi. Lakini, zaidi walihitaji mioyo yenye imani. Washuru walikuwa mashuhuri kwa kuwatisha watu ili watoe miji yao kabla hata ya vita kuanza. Lakini Hezekia alifanya bidii kuwahakikishia watu wake matumaini. Swali lililokuwa vichwani mwa kila mtu. Ej, kuta zitaweza kustahimili jeshi la Kiasiria? Ej, chakula chao kingedumu? Ej, handaki la maji lingefanya kazi? Lakini muhimu zaidi eh. Je, Mungu angewalinda kama alivyo walinda mababu zao mara nyingi? Ardhi ikatetemeka, maelfu ya askari Waashuru walipokaribia Yerusalemu. Kutoka juu ya kuta, watu waliogopa walipoona jeshi kubwa likitanda kuzunguka mji kama bahari ya silaha na ngao. Lakini kitu cha ajabu kilitokea. Badala ya kushambulia mara moja, mtu mmoja alitoka mbele ya jeshi la Waashuru. Huyu alikuwa Rabshake, kamanda wao alitaka kuzungumza lakini maneno yake yalikuwa ya kuumiza na kutisha. Rabshake alikuwa mjanja, hakunena kwa lugha ya kifalme. Alipiga kelele kwa Kiebrania, lugha watu wote ukutani wangelewa. Alitaka kila mtu asikie ujumbe wake wa hofu. Enisikilizeni, watu wa Yerusalemu, kwa nini mnamwamini mfalme wenu? Hezekia hawezi kuwaokoa Wala msifikiri Mungu wenu atawasaidia. Hakuna mungu yeyote aliyewahi kuizuia jeshi la Waashuru. Rabshake hakuishia hapo, alicheka akiwadhihaki wanajeshi wa Yerusalemu. Enyi, nitawapa farasi elfu mbili kama mtaweza hata kupata wapanda farasi wa kuwapanda. Alijua hili lingewafanya watu wajihisi dhaifu na wadogo. Kisha akajaribu kuwadanganya kwa maneno matamu. Ekikubali sasa, tutawapeleka mahali pazuri penye chakula kingi na mizabibu. Mtaishi vizuri huko, badala ya kufa njaa mkifungiwa nyuma ya kuta hizi. Watu ukutani walianza kutetemeka kwa hofu, wengine wakaanza kujiuliza, hi, labda Rabshake alikuwa sahihi. Hi, labda walipaswa kujisalimisha. Hofu ikasambaa Yerusalemu kama wingu jeusi. Lakini mfalme Hezekia aliposikia maneno haya moyo wake uliumia sana. Alirarua mavazi yake mazuri na kuvaa nguo za gunia kuonyesha huzuni yake, lakini hata hivyo hakukubali kukata tamaa. Lakini badala ya kukata tamaa, Hezekia alifanya jambo la hekima sana. Alimtuma wajumbe kwa nabii Isaya. Isaya alikuwa mjumbe maalum wa Mungu, na Hezekia alihitaji kujua Mungu anataka wafanye nini. Mji mzima ulisubiri kusikia Isaya atasema nini. Jibu la Isaya liliwashangaza wote: imsiogope, Mungu amesikia jinsi Waashuru walivyomdhihaki. Hawatashinda vita hivi. Usiku ukaingia. Yerusalemu nje ya kuta, moto wa kambi za Waashuru maelfu ulikuwa kama nyota ardhini. Ndani ya mji, mfalme Hezekia alienda hekaluni kuomba: Ee Bwana, wewe peke yako ndiwe Mungu, tafadhali tusikie tafadhali utuokoe, onyesha kila mtu kwamba wewe ndiwe Mungu wa kweli. Usiku huo kitu cha ajabu kilitokea. Sauti za kawaida za jeshi kubwa, ni mazungumzo, miguu ikitembea, silaha zikigongana, zilikoma. Ulikuwa ukimya wa ajabu na wa kutisha. Asubuhi ilipochomoza, watu wa Yerusalemu walipiga chungu kuu juu ya kuta zao. Walichoona kiliwafanya washangae sana. he Jeshi kubwa la Waashuru halikuwa linaandaa mashambulizi, halikuwa likisogea hata kidogo. Katika kambi kubwa nzima, askari 185,000 wa Wakiasiria walilala wakiwa wamekufa. Lakini hakukuwa na majeraha, hakukuwa na dalili za mapigano. Kitu fulani kilikuwa kimetokea usiku, kitu ambacho hakuna mtu angeweza kueleza. Habari zikasambaa haraka Yerusalemu. E, malaika, watu walinong'ona, e, malaika wa Bwana amekuja usiku. Malaika yule yule aliyefanya mambo makuu kwenye hadithi za kale alikuwa amerudi tena. Wengine walisema labda ilikuwa ugonjwa ulioua jeshi lote, wengine wakasema ni yule malaika aliyepiga Misri zamani, lakini kila mtu alikubaliana ni Mungu pekee angeweza kufanya jambo hili kubwa. Askari wachache wa Kiasiria waliokuwa wamesalia hai walikimbia haraka sana. Mfalme Senakeribu aliyekuwa akijigamba kuwa mwenye nguvu akarudi Nineve. Lakini hata huko hakuweza kuepuka hukumu ya Mungu. Baadaye alipokuwa akiomba kwa Mungu wake wa uongo, wanawe wenyewe wakamua kwa upanga. Mfalme yule aliyemdhihaki Mungu wa kweli akapata mwisho wa huzuni. Yerusalemu ikaokoka. Watu wakacheza mitaani na kuimba nyimbo za shukrani kwa Mungu. Hezekia alikuwa amemwamini Mungu badala ya kukata tamaa, na Mungu aliwaokoa kwa njia ya ajabu. Hadithi ya yule malaika wa fumbo ikawa maarufu kote nchini. Iliwaonyesha kila mtu kwamba hakuna jeshi hata kubwa kiasi gani linaweza kusimama dhidi ya nguvu za Mungu. Wow. Fikiria hili. Malaika mmoja aliwaangusha askari 185,000, usiku mmoja. Anapaswa kuwa na nguvu za ajabu sana, lakini unajua, huyo alikuwa mmoja tu kati ya malaika wengi wenye nguvu ambao mungu hutuma kuwasaidia watu wake. Fikiria hili tena, ikiwa malaika mmoja aliweza kushinda jeshi kubwa zaidi duniani malaika saba maalum wangeweza kufanya nini? Ndiyo, kuna malaika wakuu saba. Kila mmoja ana kazi ya pekee aliyopokea kutoka kwa Mungu. Iwengine huponya wagonjwa. Iwengine hupigana dhidi ya uovu. Tina wengine huleta ujumbe maalum kutoka mbinguni. Na jambo la kushangaza ni hili. Malaika aliyewaokoa watu wa Yerusalemu huenda alikuwa mmoja wa hawa malaika wakuu saba. Unataka kujua ni yupi? Basi tunataka kukuambia yote kuhusu hawa malaika wakuu wa ajabu. Utajua ni malaika yupi ndiye wa kutisha zaidi, yupi huwasaidia wagonjwa wapone, na ni kazi gani maalum Mungu aliwapa kila mmoja wao. Sehemu bora zaidi itutafunua ni nini hawa malaika watafanya mwisho wa dunia. Kutoka katika simulizi hii tunajifunza jambo la thamani sana: hakuna jeshi, hakuna nguvu na hakuna adui anayeweza kusimama mbele ya nguvu ya Mungu aliye hai. Hezekia hakukimbilia msaada wa wanadamu, hakusalimu amri, bali aliweka tumaini lake lote kwa Bwana. Mungu naye akajibu kwa njia ya ajabu ambayo iliacha ulimwengu mzima ukishangaa. Hii inatufundisha sisi wa Kristo kuwa wakati tunapokabiliwa na matatizo, mashaka au majaribu, hatupaswi kuogopa. Badala yake, tunapaswa kuinua macho yetu mbinguni na kumlilia Mungu wetu. Yeye ni mwaminifu na katika wakati wake atashuka kutuokoa kwa njia ambayo dunia nzima itajua kuwa kweli yeye ni Mungu. Somo kuu ni hili: usipoteze tumaini. Usiogope. Mshike Mungu kwa imani dhabiti. Yeye anayejibu sala na kushinda vita vya watu wake jana, ndiye yeye yule leo na hata milele. Ndugu yangu, jifunze kuamini na kutii Mungu. Usiogope ukubwa wa tatizo lako, angalia ukubwa wa Mungu wako. Tafadhali penda video hii, andika maoni yako chini ukituambia ni somo gani umejifunza na usisahau kujisajili ili upate simulizi na mafundisho zaidi ya kujenga imani yako. Mungu akubariki. Shalom.